Chapesa Media, mimi director Runda, naitwa Wazili Tambiko, kinyuma ya camera ambaye anatoa picha. Tupo na captain Kizinga JR, tumemfuata makumbusho, tumekuja mengi kuzungumza kusana, swala ya kimichezo ambayo anakujili na anayotokea hivi sasa. Kwanza kwema, Kizinga JR, kwema? Alhamdulillah, mambo safi eh hey, tuko... safi, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri eh hey, tunashukuru Mungu safi eh hey. Unasemaje? Unajipia gani? Kauli yenu hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi bado mnayo hasa, naenda wapi? Atucheze, atucheze, atucheze. We shika tu maneno hayo hatuchezi. Sisi ndo waokozi wa soka la nchi, na lazima tusimame vyema kwa lengo la kuokoa mpira wa nchi huu hey. Ni mpira ambao unatakiwa uendeshwe kwa sheria na kanuni, sio mpira unaotakiwa kuendeshwa na busara. Toka lini ukaona? Toeni basi kanuni zote sheria, futeni wekeni busara zituongoze hey. Kwa sisi tupo kwa ajili ya kutengeneza, na niwaombe vilabu vingine vyote, vilabu vya Azam, Singida, JKT, achaneni na koro huyu, mwacheni hivyo hivyo aendelee kuharibu. Nyinyi unganeni na sisi kwa lengo la kusapoti mpira, kwa lengo la kunyoosha sheria zifuatwe. Leo hii kuna vilabu vidogo vidogo vinaathirika sana, na yote sababu ni huyu mtu mmoja tu anatuharibia mpira Simba, Simba... <coughs> Simba ndo timu pekee ambayo imewafanya mpaka bodi ya ligi na TFF wamekuwa wamekuwa masikini ulia tena. Simba ndo wamewafanya mpaka TFF na wao wamekuwa masikini. Kwa nini, Kizinga? Kwa sababu wanazuia uchumi wa TFF. Simba hivyo wa TFF wameshindwa mpaka mwezi unaisha ata kufuturisha. Bodi ya ligi imeshindwa ta kufuturisha, hawawezi kufuturisha kwa sababu wala hawana simba ndo wamewatia umasikini. Simba anawatia umaskini bodi ya ligi. Mi nakwambia, mdogo wangu, nisikilize mimi. Simba ana vitu anavifanya, bodi ya ligi anafata Simba. Kuna vitu anavifanya TFF, wanafata. Hawataki kusimama kama baba. Hawa wote watoto wako, huyu mtoto mmoja mtukutu, mfundishe adabu, ili ajua kwamba kuna watu wanatakiwa waheshimiwe, afate sheria za nyumba afate sheria za ndani. Baba we ni mzazi, umeshaamua sheria, watoto wote piteni njia hii, hakuna kupita huko huko shoto kushoto sio wapi? Unashindwa kusimama kama baba, mtoto mmoja anakuja kukupanda kichwani. Mimi nataka nikwambie ujue kwamba hawa simba ndio wamewatia njaa bodi ya ligi, wamewatia njaa mpaka na TFF. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja, sababu zinafanya ni kwa, wameshindwa hata kufuturisha, mwezi unaisha huu. TFF hata kuwaita wadau wafuturu hamna, bodi ya ligi kuwaita watu wafuturu hamna. Nataka nikwambie kitu kimoja, TFF, TFF, wa wa TFF wanaandaa mpango wa kuingiza kipato kwenye TFF pale ndani, sindio? Mzamini mkuu ni NBC, mzamini mwenza wamempata GSM, sindio? GSM anatia hela, bodi ya rigi na TFF, TFF wanasaini mkataba kwamba kuna mzamini mwenza ameingia, TFF wanachukua hela, lakini kwenye wale watoto wote wakakubali, mtoto mmoja tu akakataa Simba na dili likafia hapo hapo. Ona ni kiasi gani baba huna msimamo mtoto mmoja anakataa wengine wote wamekubali nyumba iuzwe. Huyu mtoto mmoja anakataa. Uone kama umepandwa kichwani hao. Hawa ndio wanafanya TFF wawe na njaa. Ile njaa ile nakwambia. Usiwaone vile ile njaa ile. Kama kungekuwa hakuna njaa wanakula vizuri, wamechukua hela za JSM vizuri msa, wamesaini vizuri. Mimi nakwambia pale kingepigwa pale juzi. Hamtaki JSM. Ndio wao wale wamekaa wale pale wale kwenye bodi ya ligi. Ile njaa ile wanashindwa kupitisha sheria na kanuni zifanye kazi, wanapitisha busara. Si njaa hiyo? Young Africans amwiamini bodi ya ligi akiongozwa na Stephen Mguto, mwenyekiti mwenye wa bodi ya ligi, pamoja na CEO wao Armas Kaso, hatuwataki kwa nini. Nataka nikuambie kitu kimoja, huyu Mguto, nenda kwenye klabu aliyotoka kwanza, kuna vitu vya kushangaza sana. Unamchukuaje mtu ambaye hana sifa, hata kwenye klabu hana timu yoyote Mguto kafukuzwa Tanga, uongo? mpaka wanamtungia mpaka na nyimbo, ukusikia sivu Mguto hatukutaki kostel union, ondoka zako, ukusikia nyimbo hizo. Wakamwondoa, kaondolewa kule, unambeba, mmojo, unambeba, unambeba kwa sababu ni ndugu wa mkoa mmoja, unambeba unamtia mgongoni unakwenda kumleta kuongoza taasisi kubwa kama ile. Pale kaongoza taasisi huyu hapo, kashaya bandanga kaya kayakanyaga. Unasemaje? tunahitaji viongozi waliokuwa imara, tunahitaji viongozi ambao watatufikisha mbali. Kwa hiyo ukimwangalia katibu, ukimwangalia mwenyekiti, hawa wamechangia kwa kiasi kikubwa kuzivuruga kanuni, kuvuruga sheria. Sisi tunaishi kwa sheria na kanuni. Kanuni tumezitengeneza wenyewe, tuzifuate. Kwa hiyo ukishiriki kuzivunja kanuni, mimi niwaambie kitu kimoja, yamekuwepo maneno mengi, oh, hii hivi na hivi. Kama semeni, kama serikali inaingilia kukupeni nyinyi maamuzi ya kutoa tuambieni ili wadau tupaze sauti kwamba jamani, tuachieni hili jambo la mpira halihusiani na nyinyi. Lakini sisi tunakukamateni nyinyi, mmeshiriki kwenye kuvunja sheria, mmeshiriki kwenda kuwadhulumu watu wa mpira. Mwenyekiti wa bodi ya ligi Stephen Mgudu anasema kama Young Africans ameenda kasi, itakuwa ni vichekesho vikubwa sana, kwa maana mpaka sasa hivi hukumu bado haijatolewa. Yeye ndo anasema hivyo. Sasa tukuulize wewe, tumuulize na yeye huyo huyo Mguto, anasema kwamba busara inatakiwa itumike. Ukumsikia, anasema sikia, alisemaje? Busara itumiki? Busara inacheza namba ngapi kwenye sheria na kanuni? na kuuliza wewe, busara inatumika namba ngapi pale kwenye, kwenye sheria na kanuni? Ndio ujue kwamba sio mtu wa mpira na sio mtu wa kutuongoza. anatakiwa ajitokeze hadharani awambie Watanzania wote awambie watu wa mpira, jamani ee, hey, kutokana na hii kadhia inayoendelea mimi kuanzia leo natangaza kujiuzuru nafasi yangu ya mwenyekiti wa bodi ya ligi, naomba nimwachie Karia atafute mtu mwingine. Hayo ni maamuzi ya busara. Mwenye hekima huiona haja na kukaa pembeni, bali yule mwenye namna gani anavimba kichwa na ku, si umenielewa hapo? Kwa hiyo yeye anatakiwa ajiuzuru ili maisha ya mpira yaendelee, kwa sababu tuna mengi sana ya kuyazungumza ambayo ni mifano hai 2021 anakwambia Yanga alibebwa kwenye ile mechi ambayo iliahirishwa. Ulimbeba kwa lipi? Yanga amefuata sheria na kanuni. Nilitegemea kuona Simba wangeshirikiana na Yanga kuwagomea bodi ya ligi, kwamba huu mchezo hauchezwi saa moja, tunautaka saa kumi na moja kwa lengo la kulinda sheria na kanuni, si ndio? Kwa sababu sheria inasema nini? Sheria inasema mchezo utaahirishwa au kubadilishwa wakati taarifa itoke masaa 24, angalau kumi na mbili, si ndio? Wewe unatoa taarifa ya kuahirisha mchezo kutoka saa moja kutoka saa kumi na moja kwenda saa moja masaa manne. Na kuuliza wewe, umevunja sheria au uko juu ya sheria au umefuata sheria? Mujibu ya Almas Kasongo anasema Young Africans alivunja sheria alivunja sheria ipi? Kwa maana uliondoka uwanjani mechi ilikuwa saa 11. Ni kitu ambacho Young Africans haibidi ashushwe daraja, lakini busara na hekima zikatumika. Na kuuliza wewe swali kwa maelezo hayo hayo, sheria inayosema mchezo uahirishwe masaa 24, angalau masaa kumi na mbili, hiyo unaijua, unaifahamu? Ni ya kweli au sio ya kweli? Ni ya kweli. Mchezo wa Simba na Yanga 2021 Taarifa ya kuahirisha ule mchezo ilitolewa masaa mangapi kuelekea kwenye mchezo? Moja kabla, sio siku moja. Kuwa mkweli na wewe eh, hey. Kuwa mkweli kwa sababu unaongea na mtu ambaye anaijua sheria. Mimi mashabiki wote mimi ndio kapteni wao, sheria na kanuni zote zimejaa hapa, umenielewa? Kwa hiyo ukipindisha wewe mwenyewe nitakujumlisha na bodi ya ligi, nitakujumlisha na Simba, sio? Umenielewa? Kwa hiyo unachotakiwa kukizungumza wewe na kuuliza sheria hiyo, kanuni hizo zipo au hazipo? Zipo, zipo. Kwamba ili waahirishe mchezo taarifa inatakiwa utoe masaa 12 au masaa 24, si ndio? Bodi ya ligi wanatuahirishia mchezo wa saa kumi na moja unapelekwa saa moja masaa manne kabla. Unakumbuka? Si ndio walivyofanya? Hasa hiyo ni sheria au umekanyaga sheria? Usiwaogope wakufanye kitu chochote cha ja pesa. Sema wamevunja sheria au wamekanyaga au wako kujua sheria? Wamevunja sheria. Kwa hiyo hatuko tayari kukubaliana na watu ambao wanatuvunjia sheria. Na ndio maana mimi nasema mara nyingi wanashirikiana na Simba. Kwa nini? Kwa sababu Simba alitakiwa aungane na Yanga kuambia bodi ya ligi hichi mnachotupeleka sisi sasa sio kweli, kwa sababu hapa mmevunja sheria, hapa mmezikanyaga kanuni. Kanuni na sheria zinakutaka wewe utupe taarifa masaa 24. Sasa hii masaa 4, sio kweli. Sisi hatuchezi saa moja, tunacheza saa kumi na moja lakini wakakubali. Ndio hapa ilipokwenda vice versa. Sisi tulikuwa tumetaka tupewe alama tatu, kwa sababu tuliingiza timu saa kumi na moja. Yanga ukiona saa kumi na moja uwanjani, nakuuliza wewe, uliona? Ukiona sasa kama Yanga ilikuwepo uwanjani na tukatoka pale tukaondoka, tukasema basi imekwisha, tunaomba alama tatu hawa kutupa. Busara ilifanya kazi, walikuja kutubembeleza, wakatupa maneno ya busara, sijui if busara ifanye nini nini, watu wakakubali, kikapigwa Simba kawekwa. Unakumbuka zawadi maui anawaweka na ndo zao, wanachungulia wakiona hii gemu ngumu, wanaingia chocho kwa sababu wanajua itapelekwa itapelekwa mpaka taswira ya ubingwa imeonekana. Ile mechi Simba walifanya vile kwa sababu walikula dili wao na bodi ya ligi ili mechi isogezwe mbele. Ili mechi iharibike. Waangalie taswira yao ya ubingwa kwa sababu ile mechi mimi ningemfunga Simba singekuwa bingwa. Lakini baadaye imekuja kuchezwa ile mechi Simba na mechi mbili mkononi sijui tatu ambazo tayari ubingwa nao mkononi. Umeelewa? Kwa hiyo kilichofuata pale ni nini? Mimi namfunga Simba goli moja. Simba nashinda mechi zake mbili anakuwa bingwa na kwenda kukutana naye Kigoma ananifunga. Bado na, na kauli yenu bado mnayo rais wa TFF Wallace Karia aombe msamaha Yanga Afrika, ndio atuombe radhi. Na mimi nikwambie tu na niwambie Watanzania, hili jambo lilikuwa linaelekea kuzungumzika mwanzo kabisa, lakini aliyekuja kulitia doa ni yeye, kwa kwenda kuwakashifu ku, kuwa viongozi wetu. Huwezi huwezi kumwambia kumwambia mtu mtu kama Arafati kama kwamba ana ana utoto utoto, huwezi kumwambia mtu kama Injinia Harris ana utoto utoto. Injinia Harris yuko hapa sasa hivi, Dunia yote namjua kwamba yule ni mwenyekiti wa virabu vyote barani Afrika, umenielewa na kwa mamlaka aliyokuwa nayo alitaka kuyatumia mamlaka yake kwa lengo la, la, la kusuluhisha hili jambo, kama mwenye kama mwenyekiti wa vilabu vyote, lakini baada ya kukashifiwa na kutukanwa akaamua kae pembeni, jamani watu wa mpira, mimi niko pembeni, mtaniacha kidogo, katuachia sisi. Kwa hiyo anatakiwa aombe radhi, kwa sababu na kitu kingine cha kumshauri licha tu ya kuomba radhi, wa Reskalia, anatakiwa awe na subira, acha kuongeaongea ili ujue kwamba sio mzungumzaji mzuri, amejaa kifuani, kuna asira. Akipewa tu maiki hivi, yaani mpe dakika tano, si unanielewa? Wale askaria sasa hivi mpelekee maiki, mpe hivi yaani, ndana hizo dakika tano, tuna kipande cha Instagram, mi nakwambia lazima atoe boko Hame. Amepewa maiki kule za nani Tanga kule kakabisi bendera ya timu ya taifa akaribuaga hapo hapo tutatumia vyombo vya habari vya hapa Tanga kwa sababu vyombo vya mjini huko vimeshachafukwa. Tuachane tuwachane na hao, tuache na habari zao. Kwa nyinyi hamtakiwi. Wale askari hawataki waandishi habari, waandishi wa habari wa hapa anawataka, watu wa Tanga kwao huko. Kwa nyinyi hamtakiwi mdogo wangu kwa na nyinyi, kawambieni waandishi wa habari wenzenu hatutakiwi na wale askari, msipeleke hata maiki. Lakini hivyo hivyo vyombo vya habari Halo. kwenye iftari pale alizungumza, alitumia chombo cha habari cha Tanga. Nakuuliza wewe naongea na wewe ujue, alisema hawataki waandishi wa habari, si ndio? wa hapa watatoa taarifa kupitia vyombo vya habari vya Tanga, kwa nyinyi hamtakiwi. Lakini wakati anakuja hapa kwenye ftari kwa Diamond Platinum, ambapo mashabiki wa Simba walikwenda kujaa, wamekaa nje kule getini, hakuzungumza kwenye vyombo vya habari vya hapa. Nakuuliza wewe. Nisikia, unanisikia lakini hauko na mimi, hilo ni tatizo hilo, si umenielewa kwa hiyo nenda kamwambie, anatakiwa awe na stara, aturie kuwa mpole. Viongozi wako wewe wa bodi ya rigi wameyakanyaga, wewe unatakiwa ukae uturie. Unapoongea mwisho unaharibu, na watu wameshakujua. Mwandishi wa habari anakupachika maswali, kwenda nakupeleka kwenye shimo, unatumbukia papo. Kama ungekuwa ni mtu wa kufikiria na kuona mbali, ungenyamaza kimya. Interview yoyote kataa mpaka uone mustakbari wa hili jambo, lakini unapozungumza ndo unakwenda kuyabwaga. Kwa hiyo nikwambie kitu kimoja. Miongoni mwa watu ambao wamewatia njaa, nenda na maneno haya. Wamewatia njaa TFF mpaka wameshindwa kufutulisha ni Simba. Na wamefanya hivyo kwa sababu hata wao wenyewe hela hawana. Simba wameshindwa kufutulisha watu. Angalia Wasafi wamefutulisha juzi Wasafi. Getini kule nje wamejaa watu wa Simba hivi. Wao kwenye ule mstimu ule, kwenye ule kwenye ule mti wa nguzo wa umeme kumuona Mandala we. Na kuizoea kumuona Mandala. Mandala anaungana na wakinagodi, wakinagodi wanaingia ndani anabaki nje. Bana wewe mwaliko huna. Analia anasema natamani viongozi wangu wa Simba wangeita na sisi tukapata futari. Wee kiongozi wa Simba, mpaka mpaka mpaka Ramadhani na kuisha, hii hakuna hata mmoja atakayefuturisha. Nikushukuru sana kapteni, asante sana.